Baba kidogo anakuwa na roho ile ya kijeshi jeshi lakini mama anakuwa na roho ile ya huruma. Huu ni usafiri mama. Mimi, hivi nilipokuwa natakiwa nipandie basi ili niende Dar es Salaam na uyake shilingi sabini, lakini usafiri mama nilipopandia mpaka Dar es Salaam nakwenda elfu thelathini na huruma mama. Sasa mbili na mia sita tuko watatu sabini mara tatu unapata ngapi?

Sawa, polisi wapo, mabara ipo, choki ipo, chakula ipo pia, unagunywa hey na story kibao na watu, alafu una enjoy, unazunguka una mikoa kibao, umeona. Lakini kwenye basi, dereva mpaka atakapokujua yeye ndio aseme basi lisimame tuchimbe dawa, lakini hii ngoma, wewe chimba huko, inatembea umeona. Oh, wewe ndio la ya usafiri mama, au vipi? Bado tunasubiri ya sijiala bwana, eh kwa hivyo mwanangu laa sana n nyie Wasambaa Wadigo na nye mwone gani? Ah mimi sijatumwa. Ndo usafiri sasa ulionikuza huu. Mimi manza kupanda ingoma inaga pancha ujue. Pancha amla kweli. Unapanda magari yenu wala kujaza upepo kasoro ya umu mtu kidogo tu. Hey. Ni TV. Kwenye, no. pedu... kwenye mabasi mabasi, hey. mabasi mabasi ni ni Ni Ni Alafu kwenye ya kihuni kwa sababu gani? Mnapiga singeli Eh. Hii hii. hii. chombo cha serikali, hapa kutuondoa. Hebu ngoja. Ngoja basi. basi, kule baba. subiri, subiri. kibuma kibuma mama huyu Ni kibuma hii. Mama anamwambia baba, "Wewe eh, leta chuma zako watoto waondoke hapo Sasa baba,

itakatwa iende Mpanda, maana treni yake iko pale. Sawa, kama kuna na Kigoma litakatwa treni behewa inakwenda Kigoma, litakatwa treni yake. Dar es salaam wametoka Kigoma, treni yake ndio hii, mabehewa tunakuta pale. Hii sio kufaulishwa, unaendelea na safari. Mbona Tabora ni njia panda? a kila behewa inaenda sehemu yake, na hii haiwezi kuondoka treni. Treni ya ya kufika Mpanda, kufika treni ya Kigoma. Kwa sababu hii kienda na ina watu waawana wajawaki, eh na pili, ujumbe umeupata huko, tunakuja huko mtivili. Tulikuwa tumeng'ang'ania kula dona huko na dagaa wa kutosha, tunakuja huko tupambane na ugali wenu wa kisalamo, washenzi nyie.